Kwa hiyo tuna submit kwamba ukiangalia what is before you, ukiangalia matakwa ya katiba, ukiangalia matakwa ya kifungu cha nane cha sheria inaunda national prosecution service na matakwa ya kifungu cha mia arobaini na nane tuna submit kwamba hakuna lizo na propose ya kuomba on. Kwa hiyo tunaomba mahakama yako ikatae. Sasa ikishakataa, what is what follows amesubmit msomi wakangu Dr. Nshara kwamba mahakama inapokataa because ni kuwalazimisha waendelee. Sasa waendelee na kufanya nini? Of course, ili ni zoezi la komiti, waendelee na kumkomiti mshtakiwa, sio kwamba wanasema wana waendelee na try. Tunajua mahakama hii haina uwezo wa kutry, lakini wanachokifanya hapa, it has to come to come an end. What is the end of this proceedings committing the accused person to the high court for trial. Tutuna, kwa hiyo kwa hiyo niongele tu Mheshimiwa Jaji, kwamba Mheshimiwa Hakimu, kwamba kwa kipindi hiki uh, miezi miwili kasoro siku kama nane kama sijakosea, kwamba upelelezi haujakamilika wa yale yaliyoko kwenye chaji. Sisi tuna submit hapa. Na submit hapa na tunaomba mahakamu yako ikatai na iwaamrishe iwa waendelee na zoezi la rufaa. Wakikataa basi mahakamu yako ifanye yale ambayo sheria uh, za mahakama I mean decided cases zimesha zimeshaamua ni kumdischarge mshtakiwa, to dismiss charges na na discharge mshtakiwa. Ni mchomo wa kwa.